E, bana niko na mkurugenzi wa ufundi e, swali langu kwa hivi, mkurugenzi wa ufundi kazi zake ni nini? Kazi zake ni kupanga ratiba, kutafuta wachezaji, kutafuta walimu, kupanga filosofi. Ufundi wote unakuwa kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mm, mkuu akija anapaswa kutupatia program, tunakaa chini tunafanya program, tukaenda kuscout na kwenda kuskouti kuhusu wachezaji nje, kuwaingiza ndani, kuangalia mfumo mwalimu unakwenda aje na kadhalika. Hiyo ndio kazi yani ya mkurugenzi wa ufundi maisha ya kifundi, maisha ya timu ya kila siku. Kwa hiyo maanake yani eh, mkurugenzi wa ufundi ndo utumbo wa timu, ndo utumbo. Yani yeye ndo ndo kabisa kiufundi ki eh, kama tukamate kwenye kampuni CEO Sawa, si nishakuelewa mkubwa wa utawala. kwa hiyo lawama zote manake kwako kabisa. Haya, kwa nini amwafungaga? Kwa nini hamjawahi kuwafunga Simba na Yanga? usiniangalie hivyo Ah, ah, sisi hatuwafunga. Wewe ndio mkurugenzi wa ufundi. Sisi nakwambia hivi. Hao wawili wawa wawili hujawahi kuwafunga na, kwa nini kwa nini kwa nini hujawahi kuwafunga mkurugenzi? Sasa mwezi Ramadhani wanafunga kila siku. Ah? Unasikia mda wake? kwa mkurugenzi, a wamini mmda wake. Sisi tuna mda wetu, ukifikia tunawaangusha. Muda ukifika tuka kwenye maandalizi. au sisi tuwaheshimu bwana kwa sababu waheshimu? Mbona kuna watu wanapiga tu, anapiga nani? altabora sikapiga juzi hapai Azam, ungine Simba katuadona katua kosti sasa wa, kila, Simba kafungwa na mkubwa wenzake. Sasa nikwambie hivi plani yangu ni hivi. Nisikie vizuri sana. Plani yangu haiko Simba haiko Yanga. Kwa kuwa Yanga na Simba wanifunge mwaka mzima. Msimu mzima watakuwa pointi sita sita lakini kishinda wengine wote si simtoka wa kwanza vipi? Hebu hesabu. Pia umehesabu we vipipa hivi? Eh? Yanga kitushinda. Eh, uh -huh, akitushinda mechi mbili pointi sita uh -huh, kwenye msimu uh -huh. Simba akitushinda mechi mbili kumi na mbili uh -huh. Sasa toa kumi na mbili kwenye hizi timu zote zimebaki, yani wewe, manake wewe mtak ukitoa kumi na mbili za mechi za Simba na Yanga hizo uh -huh, nje ndani umepigwa uh -huh, alafu nakulambia zile zobaki zote nakanyaga, sija sijachukua liga na <coughs>

Unajua, nilipata elfu kumi yako Zanzibar nakumbuka. Ah, utapata tena nyingine. Utachukua tena nyingine. Eh, bana, nataka maendeleo kwa timu. Timu, timu. No tunaendelea vizuri hmm, tunaendelea vizuri kwa kweli, ukiangalia wachezaji tuliowachukua, namshukuru Mungu hatukukosea, unajua hmm, wakati mwingine kwenda kuskauti mchezaji umlete, yeah, kuna mwingine anakuja inakuwa hmm, ni bomu, lakini kwa wachezaji tulichukua huyu mwaka hakuna bomu lolote Tukiangalia tulikuwa na shida kidogo kwenye ufundi, unajua timu ilianza na chebe chebe, ametoka oh. nimechukua pale mm. na mimi nimeacha amekuja Mohamed, huyu yuko Yanga na yeye kafanya mwezi mzima katoka, yaani tulipata hapa kwenye ufundi uh, palikuwa, hatukuwa na stability kiaina aina hivi aina, lakini hivi timu imekaa imetulizana, kila mtu yuko nafasi yake, wachezaji wanacheza vizuri. Uliona uzinduzi wa uwanja kikubwa sana. Hongereni kwa hilo. Asante, asante. Hongereni, nilikuwa nategemea, aee, kwa roho yako wewe, ile roho yako ile, ninajua kunipa hongera kweli inatoka moyoni. Ah, inatoka moyoni. Ah, tusiingie dipu. Nakubali. Tutapata shida nyingine. Hatutapata shida yoyote. Hatuna shida. Uwanja Hatuna shida yoyote. Tutazungumzia mara yake, tutazungumzia na watu ambao hawana viwanja. Ah ha, ah sasa abisa. Hiyo mimi nasema hivi. Mimi tunazungumza, mimi na wewe sijazungumza na mtu mwingine. Wewe ukitafuta kumweka Mgoya, mtu mwingine. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini mmeniambia ongera? Kwa nini unaniambia ongera? Ah, kwanza hiyo kile ndio umeleta wewe huyu. Ah, kwa nini mmeniambia ongera bwana? Ongera kwa kiwanja sababu ni, ni maendeleo. Maendeleo na ndio tulikuwa tunazungumzia. Na ndio football. Na ndio tulikuwa tunazungumzia. Na ndio timu ya mpira inatakiwa iwe hivyo ya bani, ya pale tunataka kutengeneza village kama gisi tunasema, South Africa Maturana village. Unajua, najua Kaizer Chiefs wana village, wachezaji wote, kama gisi Azamu imefanya wana viwanja vyao pale viwili vya nyasi bandia, ndo bara hilo liko huko. Fezi ni fezi ndogo lile eneo lote. Sisi tutahamia huko, wewe, wajukuu zako a na wajukuu nakuja huko Yani baadaye uko mbeleni, fezi ya kwanza, tuna fezi ya pili, tuna fezi ya tatu, ili tumetengeneza pitch. Ujue Singida timu ya mpira, ujue yani yani, mpaka hapo Singida ni timu ya football. Hiyo mi sisemi, si, niichukue fasi ya msemaji wa timu, nisiseme fasi ya msemaji wa timu lakini kwangu mimi kiufundi, kwa kuwa mimi nadika kwenye masuala ya, yako ndani ya, ya, ya, ya. ya kiufundi yani sana ya ya ya ya ya ya ya na no, nategemea kama tuko na viwanja viwili, unaona hali ya hiki kiwanja mm. unaona hali ya kili ya ule uwanja tulikuwa nao kama fundi mm. wa mpira mm. nategemea kama ofisi kabisa, ninazo ofisi nzuri. Metacha waendelea sana, endelea wewe hasa hey. Ndio nakwambia kama tunaendelea vizuri mm. na hizo timu nasema, mimi na ndoto yangu basi, mimi na ndoto yangu eh. ndoto yako? Ndoto yangu ni hivi, nilikuja Singida, Singida akateremka daraja, unakumbuka? Nakumbuka. United. nakumbuka. Nikasema hapana, mimi nitarudisha mpaka irudi ije hapa mm. tumerudisha na kutangaza mkoa mm. tumeweza. Hivi mm. tunataka kwenda kutangaza sasa nchi. Tulipima mwaka jana, hatukwenda mbali lakini hivi tuko <tukutu> tayari kwenda mbali. asante sante. aa ah, subiri bana, nasoe, unaenda wapi? Mimi naondoka. We Metacha, wewe njoo njoo njoo njoo. Ebana, se sema. <tukatikana> mambo vipi? Inakuwaje? haiwezekani bwana kweli. <tukatikana> <tukatikana> ebaa, nasowa bwana, nasowa alimbukia bwana, upo. Ah, ibane yupo rafiki yangu iban, wasalimie kwa wasalimie, wambie nipo <laughs> Asalamu alaikum, <laughs> <laughs> <laughs> fresh, nah. Tacha jamalagu tacha njo chich Zanzibar Ligi kuu ya NBC imepiga hodi katika ardhi hii tukufu ami amba, ami willi, na miamba miwili, wakati huu ikiwa inaingia uwanjani katika nafasi ya kwanza kwa Singida Black Stars. katika nafasi ya pili ni wananchi Young Africans, daraja zuri la kuridhisha. Metacha Mnata anacheza na, na waajiri wake wa zamani Young Africans, yupo langoni pale, nini kinatokea katika hili? Clatous chota chama fabitra wa kwanza Pakom zuzwa, pitisha pasi pembeni, oku krosi, mijazo ndani na ukamata, golikipa Metacha Mnata. Zuzwa pakom, ameuthibiti mpira, anaachia pasi duka buya kibabage, ame ukamata Metacha Mnata, Made in Azam Complex, niko alikopikwa, alipeleka mpira lakini akakaa imara.

Nikson anaejaza ndani katika nafasi anaketaa. Metacha Bonifasi Mnata wajaribu kwa mara nyingine tena, lakini si hii, imekataliwa aliunga vizuri kabisa. Duka buya Metacha Mnata kumwambia hapana chama chama. Klatus Stefan ameipa lifti Metacha Mnata. Jaribio la Stefano na zizikii limekwenda nje, baada ya Metacha Mnata kukataa nafasi ambayo aliipata, kapeleka mpira ule golikipa kakataa, Metacha Mnata. Ilikuwa ni makadirio mazuri sana kwa zizikii, lakini makadirio mazuri sana pia kwa Tube na ande kofi

Hivi kwa nini sisi Watanzania sisi vyetu hatuvijali? mimi sina matatizo gani? mimi niko tofauti, kwa nini na Watanzania? Ndio. Una kesi saba, ndio, ndio. Lakini wala watu wasikiwa hata wakisema mm. Wale kama vile watu wanachukulia kawaida, hajisemi vipi bwana, Watanzania sia hatupendi vyetu bwana sisi tuna matatizo. Sasa <laughs> yeah. Unataka mimi nianze kwenda kujitambulisha kabisa bwana, bwana eh eh. Na clean sheet saba? Ah, e. Sio kweli. Sasa huo na kwa football. Ah, sisi wa Tanzania ndo tuna shida, si hatupendi vyetu, penda vigeni. kazi yangu mimi ni hmm. kufanya kazi kudaka kushirikiana na wenzangu kuhakikisha tunapata pointi malengo ya klabu na malengo yangu binafsi kama kama mchezaji unaona mm. Kwa vitu vingine hivi ni, ni, ni, ni wao sasa wenyewe kupushi wakiwa anilia, kama waandishi wa habari kama vitu kama hivyo wachambuzi ni wao wenyewe kupushi. Ligi inaanza umejiandaje? Mimi kwa kiukweli nimejianda vizuri, niko niko fresh kabisa, maandalizi ya kupoa kabisa tu yani hapa tegemea mambo mazuri, kwa sababu mechi zenyewe zimebakia saba kwao lazima mm. unapoanza mbio la mbio ni nini Kumaliza, sio kwanza, kwaona naamini top four tunamaliza to, mapema sana. Tunaweza tukaenda pale juu tena juu tena juu tena, pika nafasi ya tatu pale. Una nafasi ya tatu, ninakupa hiyo, yani ukamchomoya azame. Ah, inawezekana kila kitu kinawezekana. wewe Ila ila uzuri nyinyi mna watu na wale wana watu. Watu ni mna watu kweli na wale wana watu kweli, kwa hiyo kikiuanashwaashaa milioni arobaini na tano, milioni bwana watu watu. Unahakikishia mashabiki wa Singida kwamba ndege mtapanda, yani tunapanda na nafasi ya tatu, sisi tutakuwepo na kuhakikishia hilo, na fainali ya ifi lazima tucheze na kupa hiyo mapemaisha.